Shangilia Bwana kwa makofu. Yani, Biblia inasema ya kwamba kuna maswali mengine ambayo hayahitaji majibu na kuna mengine ambayo yanahitaji majibu kwa ujumla. Yani kuna aina tatu za maswali hizi tatu tatu, tatu, tatu, cama yeah, swali na leo, tutazitofautisha hata tuzitofautishe, tuta mbele tujue kwa nini huyu kijana ameuliza swali moja ya kijinga na ingine swali ambalo inahitaji jibu la haraka, na ndipo tutasoma hii habari ya Nuhu tujue hii habari ya Noa na safina yake ilikuwaje. Swali la kwanza ni swali ambalo linahitaji majibu Yani, kuna swali ambalo linahitaji majibu kama vile mtu akikuuliza swali, unaona kabisa mtu an, an, yani anahitaji kujua ukweli. Hiyo ni swali ambalo linahitaji jibu pia. Kuna swali ambalo halihitaji jibu n yani, kama swali la kijinga the impossible question, you are no god juu ukuye kujibu yani, kitu ambacho kiko impossible, wewe ukifanya oh, kuwa possible no, hauko Mungu ili ufanya hivyo

mpaka kuku zinaenda kulala, bado mnabishia mnabishia mpaka pale utakapokubaliana naye. Hilo ni swala la kijinga ambalo halihitaji jibu. Kwa hiyo mujibu kadiri na ujinga wake ile ariziki. Na swali la tatu ni swali ambalo linahitaji jibu la haraka hivi sasa, ndo ataa. Yani kuna, kuna swali lingine ambalo mtu anaweza akakuuliza, o kukawia tu kama sekunde tatu tano, limeshajiongeza lani limeshakuwa tatu swali so, moja limeshageuka swali tatu. Pigia bwana tu makofi. Hey! swali so, moja linageuka swali tatu na bado haujajibu hata moja, huh. Yaani ishakuwa na ABC <laughs> Wei, vijana naye akauliza tu vizuri, eti hii safina ya Nuhu, je, ilikuwa na uwezo wa kufiti watu wote ambao walikuwa duniani? Na ikiwa ilikuwa na uwezo wa kufiti watu wote ambao walikuwa duniani, duniani kulikuwa watu wangapi? hey, hapo kuna swali ambalo linahitaji jibu la haraka. Pia kuna swali la kijini, lakini weza kumjibu kadiri na jinsi ameulizwa. Biblia hii inatuonyesha n, yani Biblia, Biblia ipo wazi, Biblia ipo wazi. Inatuonyesha ukweli, ndio inatupa mwangaza, ndio inatupa mwelekeo inaonyesha kila kitu wazi. Kwa hiyo usiende kutetea kitu ambacho hauoni kwenye Biblia, yani kile ambacho Biblia haikukuonesha no, utakuwa uko adanganya. utakuta unawadanganya watu. ni kamjibu cha kwanza itakujibu kuhusu idadi ya watu ambao umeuliza. Hii Biblia ambayo unaona, hata ukatafuta yote nzima, hautaona idadi ya watu ambao walikuwako duniani kwa hicho kipindi cha Nuhu. nikamwambia na swali la haraka ambalo linahitaji jibu la haraka ambalo umeuliza ni kwamba yani hi, hile safina haikukuwa na uwezo haikukuwa na uwezo wa kufiti watu wote ambao walikuwa duniani kwa hicho kipindi. Kwanza Bibilia inaonyesha wazi ya kwamba hile safina ilikuwa tuna uwezo wa kuchukua watu elfu nne na mia tano kutoa wanyama na chakula haikukuwa inatosha, ya Biblia iko wazi, yaani hiyo inaonyesha haikukuwa inatosha, yani ilikuwa tuna uwezo wa kuchukua takribani watu elfu ine na mia tano tena hapo ukishatoa nje wanyama wote na chakula. Ndio, ingepaswa kuchukua watu takribani elfu ine na mia tano wao nao, yani haikukua inaenea haikukuwa inatosha kuwachukua watu wote, lakini hiyo sio ndo, hiyo haiko ndo sababu, hiyo haiko ndo ilikuwa mpango wa Mungu. Lakini acha tujue mpango wa Mungu ilikuwa ni nini, yani kumu kusema mwambie nuu atengeneze safina, ndicho tunataka tusome leo. Fungua Biblia yake yeye, fungua hapa, kuna cha kusomea kwa ya kwako. Hey, fungua pamoja unaniambia, umedanganya. Nikisoma hey. mstari ambayo haiko kwenye Biblia yako naniambia kiuka na... kuna mstari ambao mimi ni ninaoana ikiwa yako inaenea au haienei au ikiwa ya kwangu ndio haienei, yako inaenea. Kila mtu afungue hapa Biblia inasema tutasoma katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo, Mwanzo ni hapa, hapa karibu sku, yaani uzishino unaenda mbali. hapa Mwanzo karibu kabisa hey, Mwanzo sura yake ya 6 mstari wa 13. Ya najua kila mutu hey, ona faraka tunaenda na muda Mwanzo sita kumi na tatu tutasoma kumi na tatu na kumi na nne ikiwezekana, lakini la maana ni hii, kumi na tatu Kumi na tatu inasema, biblia inasema ya kwamba baada ya hayo Mungu akamwambia Noa, nimeamua kuwaangamiza wanadamu wote kwa sababu wameijaza dunia ukatili. Eh, ukatili, u unajua maana ya ukatili a ngineani tujue maana ya ukatili, muda wetu unaenda. Kingine Kiswahili hapo kinasema eti, naye Mungu akamwambia Noa, maana kuona kwangu kwamba dunia imejaa uovu kwa sababu ya watu, na mimi nimeona dhambi zao kubwa. <laughs> Shangilia tu Bwana. Eti na mimi nime, eti na mimi Mungu nimeona dhambi zao kubwa